Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni bwana ni, ni kwamba Diamond Platinumz amepata nafasi ya kufanya show katika tamasha la Summer Jam ambalo linafahamika kwa jina la Hot 97 Summer Jam huko New York Marekani, na moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni, ni kwamba kama unavyoelewa kwamba Diamond ameanza kufanya mambo mazito kweli kweli huko Marekani mm, na pia vile vile moja kati ya media kubwa ya udaku huko Marekani ambayo inafahamika kwa jina la TMZ. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba TMZ ni media gani, kutokana na kwamba hiyo ndio media pekee ambayo inatoaga habari on time, yani chombo cha habari za udaku ambacho kinaaminika zaidi duniani kutoka Marekani, ndio hicho ambacho kinafahamika kwa jina la TMZ. Sasa TMZ bwana wakifanya interview na mtu it means kwamba ni mtu ambaye watu wanataka kufahamu nini kinaendelea kumhusu yeye. Sasa TMZ kwa mara ya kwanza, huyu ndo msanii pekee wa Tanzania, msanii pekee wa Afrika Mashariki ambaye amefanyiwa interview na TMZ. So Diamond Platnumz bwana amefanyiwa interview na TMZ na wamemhoji kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vimeonekana katika show hiyo, lakini pia vile vile hawajajivunga, wameamua wamemuuliza kuhusiana na issue nzima ya mwonekano wa Diamond Platnumz, lakini pia vile vile, show yake ukiitazama imekuwa ni extraordinary kutokana na kwamba Diamond ni msanii ambaye akipandaga on stage anapanda na mobu ya madances, yani tofauti kabisa na wasanii wengine. Katika hii show ya Summer Jam, kama umeitazama basi utakuwa ume notice kwamba Diamond ndiye msanii ambaye amepanda na yani, alikuwa ya ameonekana kwamba kweli alikuwa amejipanga ukilinganisha na wasanii wengine hususan kutoka huko na Nigeria. Ukimwona Diamond plan na mzee bwana, yuko na dancers kadhaa karibuni, dancers karibuni 11 on stage. Ukiangalia show ya Ira Star, alikuwa yuko mwenyewe. Asake pia the same. Lakini Diamond alikuwa yuko full equipped, yuko full ngwamba, alipanda na umati na show ilikuwa moja kati ya show kali sana katika show, katika hili tamasha la Summer Jam. Nadhani hata wa Marekani ambao wamehudhuria katika hii show hawatosahau kile ambacho Diamond amekifanya. So, TMZ mara tu baada ya Diamond kushuka jukwaani, alivotoka tu nje moja kwa moja, wakati anaondoka, ni kwamba ilibidi wafanye interview na Diamond na kitu cha kwanza kabisa kuulizwa ni kwamba je, umetumia kiasi gani cha fedha kwa ajili ya maandalizi ya show hii ya yes, Sama Jam. So Diamond Platinumz nadhani wakati anajibu ili swali alikuwa amesha gundua kabisa kwamba hawa bwana wamevutiwa na kila ambacho amekifanya, na wameona kwamba show ilikuwa ni very expensive show ya gharama, na ndio maana wameuliza kiasi cha fedha ambacho Diamond amekitumia kwa ajili ile show. So directly ni kwamba kuna bidada hapa alikuwa anamhoji Diamond, akamuuliza kwamba how much do you spend eh, to prepare mm, for this Summer Jam, lakini pia akamuuliza kuhusiana na eh, kuhusiana na vitu ambavyo amevivaa. Umeona bwana, ukiangalia okay, kwamba yuko alikuwa yuko very icy, yani alikuwa amevaa maalmas maalmasi kibao. So at the, at the end of the day Diamond akasema kwamba ukizungumzia swala la jukwaa na mavazi na kila kitu na mwonekano ambao yuko nao ni almost, akataja kiasi cha fedha ambacho amekigaramia, lakini pia vile vile ameelezea huhusiana na kwamba ametumia almost half a million dollar kwa ajili tu ya kila kitu ambacho kime happen. Lakini pia akaendelea kusema kwamba tomorrow pia atafanya vitu vingine eh, vikubwa zaidi kwa siku ya kesho. Umeona bwana eh? Kwa hiyo ni kwamba bado kuna vitu vingine vinaendelea. Na hapa katika page ya TMZ wenyewe wamepost, wameandika kwamba Star mkubwa wa Afrobeat kutoka Afrika, Diamond Platinumz, ametumia takriban dola laki mbili na nusu kwa ajili tu ya maandalizi ya show yake ya Summer Jams. Meona bwana eh? Lakini pia page nyingine tofauti tofauti, huko mitandaoni kama unavyoelewa, kwamba kishafanywa interview na na TMZ, kila kila page ya udaku Marekani itaripoti kuhusiana na habari zako na watarifa kwamba according to TMZ said sijui nini nini, hivyo ndio uaga utaratibu na kuaga hivyo. So hicho ndio kitu ambacho tumekiona hapa. E, tumeona pia vile vile hapa page nyingine wameandika kwamba bwana Diamond Platnumz will join fellow Afrobeat Ira Star Asake Masika Bobby Bobby Kendall and Jabba and tell us he spent no less than 250k crossing its all uh daunting Jam will be hit ameandika hivyo. Ukiachana so na hiyo issue ni kwamba ametumia takriban dola laki mbili na nusu kwa ajili tu ya maandalizi ya show hiyo ambayo ni milioni, milioni, mia sita na fedha za kitanzania takriban milioni na kituo maarufu cha habari za burudani duniani TMZ, wakati waki, wakati akiwa jijini New York, Marekani kwa ajili ya tamasha la Summer Jam Hot 97 litakalofanyika ambalo limefanyika usiku wa kuamkia leo hii inaonyesha jinsi gani ambavyo wamefika mbali zaidi kimuziki kwa upande huu wa Afrika. Lakini pia vilevile vile Diamond kwenye interview hii na TMZ ameweka wazi kutumia zaidi ya dola laki mbili na nusu ambayo ni sawa na pesa za Kitanzania milioni mia sita sitini na tatu kwenye shoo yake ambayo ataifanya katika tamasha kubwa hilo duniani la Samajam. Diamond ataungana na mastaa wengine wakubwa kama vile Ghana A Boogie with a Hoodie, uh, Grolila, Jarul, Irostar, Asake na wengine kibao. Ukiachilia okay, mbali na hilo pia vile vile, Diamond ameahidi sio tu kwamba atafanya show kali, bali pia vile vile ataacha alama katika historia itakayokumbukwa milele katika tamasha hilo la Sama Jam. Diamond ameendelea kuiwakilisha Tanzania katika anga la kimataifa na kuonyesha jinsi ushawishi wake unavyozidi kuwa mkubwa katika muziki wa Afrika na duniani bwana so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Diamond amefanya interview na TMZ. TMZ imefanya interview na Diamond Platinumz. Kama ni mtu ambaye unafuatiliaga habari za nje hususan Marekani, basi obviously utakuwa unaelewa TMZ ni nani au bwana. So hapa wadau wabongo sasa wamekuja hapa kuweka maoni yao, kwa mfano hapa kuna mtu anaitwa Young Girl Sida anasema kwamba bwana Baba Levo hapo anaomba Mungu asiulizwe swali lolote maana hana cha kujibu kwa hicho Kiingereza ambacho hi kilichokuwa kinazungumzwa hapo na huyo mtangazaji. Huyu hapa mwingine anasema bwana, kaka yangu Baba Levo bwana anatamani kuchangia maongezi ila Kiingereza hakijui, amebaki tu kutoa macho. E, eh, kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana wa hizo zote na unapokea shilingi ngapi? Kuna mtu ameuliza hivyo mba baada ya kufahamu kwamba Diamond Platnumz ametumia almost eh, dola laki mbili na nusu kwa ajili tu ya maandalizi ya hii show, ameulizwa kwamba je, anapokea kiasi gani cha fedha kwenye hiyo show. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. So ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Lakini pia kitu kingine ambacho eh, tumekiona ni kwamba Diamond bwana ameonekana na malambo gini huko, eh, huko Marekani Jambo ambalo hatujajua kwamba alikuwa anataka kushuti video au nini. Nadhani hii ni moja kati ya vitu ambavyo bado inabidi tuvifuatilie, tutakavyozidi kupata habari zaidi kuhusiana na hili, tutakupa update hizo on time. Lakini tumemwona baba levo Diamond na watu wake hapa wakiwa wapo katika malambo gini huko New York Marekani, eh, wakiwa wanavimba kidogo, lakini pia ni hii ilikuwa ni momenti ambayo bado alikuwa bado hawajaingia katika swala zima la show, ilikuwa ni kabla ya show <coughs> msikilize hapa baba levo mwenyewe.

ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update.